Kwenye anga la usiku, wakati anga limetulia na rada zote za adui zikiwa zimesimama kama walinzi wa miji yao, kuna kitu kimoja tu ambacho hakiwezi kusikika, hakiwezi kuonekana na hakiwezi kufuatiliwa kwa urahisi. Ni ndege ambayo haijulikani kama ipo hadi pale ambapo mlipuko utakaposema ukweli wake. Hiyo ndiyo B-2 Spirit, ndege ya kivita isiyokuwa na mfano, iliyobuniwa si kwa ajili ya vita tu, bali kwa ajili ya mwelekeo mpya wa uoga wa kijeshi. B-2 Spirit ni zaidi ya chombo cha vita, ni tafsiri ya jinsi sayansi na hofu zinavyoweza kushirikiana kutengeneza silaha ambayo haipingwi, haishindwi na haitolewi mfano. Ndege hii iliundwa na kampuni ya Northrop Grumman kwa niaba ya jeshi la anga la Marekani, ikiwa kama jibu la kisiasa kwa mabadiliko ya kimkakati ya enzi ya vita baridi. Hii si ndege ya kawaida ya kubeba mabomu ni jukwaa la kisasa la kuwasilisha mauti kutoka angani kwenda ardhini bila mlio wala kelele yoyote. Wazo la B2 lilianza katikati ya miaka ya sabini. Marekani, kwa kushtuka kwa uwezo unaoongezeka wa makombora ya ardhini ya Urusi, iliona haja ya kubuni chombo ambacho kingepenya katika mfumo wa ulinzi wa adui bila kugundulika. Hii ilikuwa enzi ambapo fikra za kisayansi zilianza kutumika moja kwa moja katika mbinu za kivita. Kwa muda mrefu urithi wa teknolojia ya Stealth ulikuwa umefichwa sana hadi pale ambapo ndege kama F-117 Nighthawk ilipoonekana hadharani, lakini B2 ilikuwa juu zaidi ya Nighthawk. Ilikuwa siri iliyo ndani ya siri. Muundo wake wa ajabu, bila mkia, bila fuselage ya kawaida uliifanya ionekane kama angani limeumbika upya. Mabawa yake yaliyoenea kwa upana wa zaidi ya mita 52 yalimpa uwezo wa kusafiri mbali kwa muda mrefu. Na si umbali tu, bali uwezo wa kupaa kwa urefu mkubwa kwa utulivu usio na kifani. Kitu muhimu zaidi ni kwamba haionekani kwenye rada kwa urahisi, na huo ndiyo msingi wa uwezo wake wa kushtukiza. Ni vigumu kuelewa ukubwa wa hatua ya kiteknolojia B2 bila kutazama kila ambacho haikufanya. Haina kasi ya kupaa sauti kama ndege nyingine za kivita. Haina silaha za kupambana hewani, haijawahi kubeba makombora ya kujilinda na bado ni moja ya ndege zinazohofiwa zaidi ulimwenguni. Uwezo wake wa kufika ndani kabisa ya eneo la adui, kutekeleza mashambulizi ya kimya na kurejea salama unaifanya iwe ya kipekee. Mabomu inayoibeba ni aina mbalimbali. Mabomu ya kawaida yaliyoelekezwa na GPS, mabomu ya nyuklia ya kisasa na hata mabomu ya kupenya ardhini yenye uwezo wa kulipua bunkers zilizo chini ya ardhi yani bunker busters. Katika operesheni halisi, B-2 imeonyesha uwezo wake bila mapungufu. Katika vita vya Kosovo ilianza mashambulizi ya kawaida ya usiku ikiruka kutoka Misuri, Marekani hadi Yugoslavia na kurejea tena bila kutua. Katika vita vya Afghanistan ilifanya safari za zaidi ya saa 44, ikiruka kwa zamu huku ikijazwa mafuta angani mara kadhaa. Katika Iraq ilifanya mashambulizi dhidi ya malengo yaliyolindwa zaidi na bila hata mfumo wa ulinzi wa Saddam Hussein kufahamu kuwa ilikuwepo. Gharama yake imekuwa mada ya mjadala mkubwa kwa ndege moja kugharimu zaidi ya dola bilioni mbili na uendeshaji wake kuhitaji hangar maalum zenye mazingira ya unyevunyevu yaliyodhibitiwa. Wengine waliona kama ni anasa, lakini kwa wakuu wa kijeshi wa Marekani B-2 si anasa, ni uwekezaji wa muda mrefu katika hofu, kasi na ushawishi wa kimataifa. Ndani ya ndege hii kuna mifumo ya avionics ya kisasa zaidi duniani. Marubani wake huchaguliwa kwa umakini mkubwa na mafunzo yao huchukua miaka kadhaa ili kuhitimu. Hawapigani kwa kasi, wanapigana kwa utulivu, kwa usahihi na kwa malengo makubwa. Ni askari wa kivuli wenye jukumu la kuandika historia bila kushuhudiwa. Kuna wachache duniani wanaweza kusimama kwa utulivu wakijua kuwa B2 iko angani. Kwa adui yoyote uwepo wake ni sawa na tishio la moja kwa moja kwa serikali, mifumo ya ulinzi na hata mji mzima. Ni kwa sababu hiyo B2 ni sehemu muhimu ya kile kinachoitwa nuclear triad ya Marekani, uwezo wa kushambulia kwa silaha za nyuklia kwa ardhini, baharini na angani. B2 ni kipengele cha angani katika mfumo huo, imepewa uwezo wa kubeba na kurusha mabomu ya nyuklia kwa usahihi wa ajabu na kwa sababu hiyo ni silaha ya mwisho ambayo taifa linaweza kutumia, na ndiyo maana inaheshimiwa hata na marubani wake. Hadi sasa B-2 Spirit ni ndege pekee ya aina yake duniani. Haijawahi kuuzwa kwa nchi nyingine, haijawahi kurudufua na haijawahi kugundulika ipasavyo. Idadi yake ni chache, chini ya 21 zimewahi kutengenezwa na moja tu ilipotea kwa ajali. Hiyo inafanya kila B-2 kuwa mali ya kimkakati isiyoweza kubadilishwa. Katika karne hii ya ishu za drones, makombora ya hypersonic na vita vya kiintelijensia, bado B2 inasimama kama alama ya mafanikio ya kiteknolojia. Hata China na Urusi ambao wanaleta ndege mpya za stealth kama H20 na Pakda bado hawajafikia kiwango chake. Marekani sasa iko mbioni kuzindua mrithi wake B21 Raider lakini, hata hivyo B2 itaendelea kuruka hadi takriban mwaka 2035. Katika historia ya kijeshi ni silaha chache tu ambazo zimechukua nafasi ya kipekee kama B-2 Spirit. Kwa wale wanawaamini kuwa vita vinahitaji kelele, B-2 ni kinyume kabisa. Ni vita vinavyokuja kwa kimya, vinavyopiga kwa haraka na vinavyotoweka kabla hata sauti ya mlipuko haujasikika. Katika ulimwengu wa kisasa wa vita, macho ya kisasa hayaangalii kwa macho tu, yanaangalia kwa rada. Macho haya yanaweza kutambua chuma kinachoruka hewani kwa umbali wa mamia ya kilomita. Lakini B2 Spirit haikuumbwa kwa ajili ya kuonekana, iliundwa kwa ajili ya kutoonekana kabisa. Katika mazingira ambako kila kitu kinachoruka kupigwa picha, kupimwa ukubwa wake, kasi yake na hata utambulisho wake, B2 ni kivuli kinachopita kimya na kusahau kurusha hata sauti ya hewa. Teknolojia stealth si jambo moja, ni muunganiko wa mambo mengi, kutoka kwenye muundo wa ndege, vifaa vilivyotumika hadi sauti na joto linalotoka ndani yake. Kila milimita ya B-2 imepangwa kupunguza uwezekano wa kugunduliwa. Hakuna pembe zilizonyooka, kila kipanda cha ndege kimeundwa kuvunja mionzi ya rada, kuipinda na kuirudisha mahali ambapo haifai au kuingiza ndani kama tone la maji kwenye sifongo. Lakini kabla ya kuelewa stealth, ni muhimu kuelewa rada zenyewe. Rada ni mfumo unaotuma mawimbi ya redio na kusubiri yapigwe riko kutoka kwenye kitu chochote kilicho hewani ni kama kupiga kelele msituni na kusikiliza mwangwi. Ukisikika unajua kuna kitu, lakini stealth inafuta huo mwangwi. B2 haikuwahi kulipuuza, pigo hilo la rada huipindisha, huinyonya na huikataa kabisa. Muundo wa B2 ni mfano halisi wa flying wing, inaonekana kama bawa pekee lililorushwa hewani. Haina mkia, haina kiunzi kinachosimama wima, haina vichwa vya chuma vinavyovuja mawimbi ya rada. Kila kitu ni laini kama uso wa maziwa wa usiku, na hilo si jambo la bahati, ni hesabu na taaluma ya hali ya juu ya usanifu wa kijeshi. Ngozi ya B2 ni hazina ya kemikali za kisasa, inafunikwa kwa nyenzo zinazoitwa radar absorbent material RAM, vifaa vinavyonyonya mionzi ya rada kama vile giza linavyomeza mwanga. Tabaka hizo hazihitaji kung'aa, zinahitaji kufuta. Zinachukua ile mionzi ya rada na kuibadilisha kuwa joto linalopotea na taratibu au kuiunganisha na mionzi ya ardhi ili iwe vigumu kutambua chanzo chake. Lakini joto ndio kiashiria kingine. Kwa kawaida ndege zenye injini kubwa kutoa joto linaloweza kuonekana kwa kamera za infrared kutoka mamia ya kilomita, lakini B-2 haina kelele za moto wa nyuma unaolipuka. Injini zake ziko ndani kabisa ya muundo wake na hewa inayotoka inasambazwa kwenye njia za baridi kabla haijatoka. Kwa hivyo hata kwenye ulimwengu wa macho ya joto B-2 ni mzuka mwingine tena. Sauti pia ni silaha au udhaifu wa ndege, lakini B-2 haipigi kelele inaporuka. Ina sauti laini kuliko hata ndege za kawaida. Kwa urefu inayopaa mara nyingine zaidi ya futi elfu hamsini, sauti yake huwa ni ya hewa tupu, inapita bila kutikisa matawi ya ardhi wala kusababisha mbwa kulia au kubweka. Mfumo wake wa kuwasiliana na kudhibiti mwelekeo unatumia teknolojia ya dijitali isiyosambaza mawimbi yasiyodhibitiwa. Hii inaondoa uwezekano wa kugunduliwa au kufuatwa kwa mawimbi ya satellite. Na kwa kuwa rada nyingine za kisasa zinajaribu kufuatilia vitu vya kutumia signature ya umbo au mienendo, B2 inakuwa kama andiko lisilo na sign. B2 inashinda vita kabla hata haijaruka, kwa sababu adui hawezi kupanga dhidi ya kitu asichokiona. Katika mashambulizi ya usiku, haionekani kwenye rada, haionekani kwa macho na haileti mingurumo. Ni kivuli kinachopita angani kikiacha sauti ya mlipuko tu kama ushahidi wa upepo wake. Lakini siri kubwa zaidi ya mafanikio ya stealth ya B2 si tu kwenye vifaa au umbo, ni kwenye uendelevu wa ukimia wake. Mara baada ya ndege kupaa, timu maalum huendelea kufuatilia hali ya ngozi yake, kuangalia iwapo kuna sehemu yoyote iliyochakaa ambayo inaweza kuruhusu mawimbi ya rada kuingia. Kila safari ya B2 inafuatiwa na ukaguzi wa saa kadhaa, si kwa ajili ya injini au silaha, bali kwa ajili ya kimya chake. Kwa hivyo wakati taifa lolote likitazama anga kwa kutumia rada zake za bei ghali likitarajia kusikia kelele ya ndege ya kivita ikija kwa kasi, B2 tayari imepita, imepiga na imerejea nyumbani ikiwa salama kabisa. Na kama fumbo, huja kwa usiku, huondoka na jua, na huacha tishio kubwa kuliko hata silaha yenyewe. Huo ndio uzuri wa stealth na hiyo ndio sababu B-2 Spirit inaendelea kuwa ndoto ya adui yoyote anayeamini kuwa rada ni kinga ya mwisho katika anga la kisasa. Hakuna ushindani unaoamsha hisia kali zaidi kwa wapiganaji wa vita kuliko ule wa mbio za ndege za stealth. Wakati mwingine unakuwa kimya, wakati mwingine unavuma kwa kelele za siasa, lakini daima ni shindano la nani anaweza kuwa mzuka wa kwanza. Na katika mashindano haya B-2 Spirit imesimama kwa miongo kadhaa kama kiashirio cha kelele cha teknolojia ya ulinzi wa anga. Lakini kama kivuli kinavyokuwa na vivuli vingine vinavyokifuata, B-2 haiko peke yake duniani. Moja, kuna TU-160 Blackjack: nguvu bila kimya. Urusi ilijibu uwepo wa B-2 Spirit kwa kuimarisha ndege yake ya zamani lakini yenye uwezo mkubwa Tupolev TU-160, inayojulikana kwa jina la utani Blackjack na pia White Swan. Lakini TU-160 ni hadithi tofauti kabisa. Hii si ndege ya kuingia kimya na kutoweka, ni ndege ya kuingia kwa kishindo, kwa kasi na no, kwa hofu ya waziwazi. TU160 ni ndege ya kubeba makombora ya masafa marefu, kubwa kuliko B-2 Spirit na ya haraka zaidi. Ina injini nne zinazowezesha kufikia kasi ya Mach 2, mara mbili ya kasi ya sauti. Ina mabawa yanayoweza kubadilika, variable sweep wings, ambayo huifanya iruke taratibu wakati wa kuruka na kwa kasi wakati wa mashambulizi lakini Black Jack haina stealth. Rada huiona, huifuatilia na hata kuiandaa kwa kupigwa. Haikukusudiwa kujificha, ilikusudiwa kuvunja ulinzi kwa kasi na uwezo wa kushambulia kutoka mbali. Inaweza kubeba makombora ya nyuklia na ya kawaida ya cruise, yakivurumishwa kutoka mbali kabisa na mpaka wa adui. Wakati B2 ni msanii wa kivuli, TU 160 ni nguruma ya vita. Mmoja ni mvuvi wa usiku nyingine ni simba wa mchana. Mbili ni H20 ya China, mchoro unaojaribu kuwa uhalisia. Kwa miaka mingi, wachambuzi wa kijeshi wamekuwa wakisubiri ndege mpya kutoka China. H20, ndege ambayo wa China wanaita jibu lao kwa B2 Spirit. Lakini hadi sasa H20 bado haijaruka hadharani. Inasalia kuwa fumbo: picha za CGI, michoro ya propaganda na taarifa zisizothibitishwa. Kulingana na ripoti ya kijasusi, H20 inaonekana kuiga muundo wa B-2 Spirit flying wing Stealth, uwezo wa kubeba mabomu ya masafa marefu na hata nyuklia. Inaweza kuruka hadi kilomita 1800 na kubeba silaha nyingi kwa wakati mmoja. Lengo kuu la H20 ni kuweza kushambulia Guam, Australia au hata sehemu za bara la Marekani kutoka China bila kugundulika. Lakini tofauti kuu iko hapa: H20 bado haijathibitishwa, haina historia ya mashambulizi haina rekodi za mafanikio ya kweli na hayajathibitishwa kuwa inaweza kustahimili hali ngumu za vita au mifumo ya kujilinda ya mataifa pinzani. Ikiwa itaruka, basi itaingia kwenye ligi ya ndege zenye stealth, lakini hadi pale itakapotoka kwenye karatasi na kuingia angani, H20 itabaki kuwa ndoto ya kuchora, si kivuli halisi kama B-2 Spirit. Namba tatu ni F-117 Nighthawk, dada wa kwanza wa stealth. Kabla ya B2 kulikuwepo na dada mkubwa wa usiku F117 Nighthawk ndege ya kwanza ya kivita ya stealth kutumika vitani. Ilikuwa ya kipekee kwa wakati wake, angular kama kisu kilichokatwa kutoka kwenye kobani. Ilitumiwa mara kwa mara mwaka 1989 na ilionekana rasmi hadharani miaka michache baadaye. F117 ilionyesha kuwa inawezekana ndege kutokuwepo kwenye rada kitu kilichokuwa ndoto ya wapangaji wa vita kwa miongo mingi. Lakini F-117 ilikuwa ndege ndogo ya mashambulizi ya usiku tu na yenye uwezo mdogo wa kubeba silaha; ilibeba mabomu mawili ya usahihi na haikuwa na uwezo wa masafa marefu. Ilikuwa stealth, lakini haikuwa mzito kama B-2 Spirit. Kwa kweli, kuibuka kwa B-2 Spirit kulifanya ulifanya F-117 kuonekana kama toleo la mwanzo la kile kilichokuja kuwa mnyama halisi wa kivita wa kimya. B2 ilichukua kila somo kutoka kwa F117 na ikalifanya kuwa la kudumu. Ndege ya kwanza ya stealth, ilionyesha njia, lakini B2 ndio iligeuza njia hiyo kuwa barabara ya mauti isiyo na kelele. Katika anga la kivita hakuna urafiki wa kudumu. Kila ndege inatengeneza historia yake, lakini ni B2 pekee ambayo imeishi katikati ya kimya, ikicheza kati ya uwepo na kutokuwepo kwa zaidi ya miaka 30. TU160 ni kishindo. F117 ni historia. H20 ni matumaini lakini B-2 Spirit ni ukweli wa sasa na bado inaruka ikiwa imejaa kimya, tishio, na heshima ya kivuli halisi. Katika dunia ya kijeshi, kila kifaa kina namba, lakini silaha chache hupewa jina na zile zilizopewa huwa na hadhi zaidi ya chuma, mafuta na mifumo ya avionics. Huwa na nafsi, hivyo ndivyo ilivyo kwa B-2 Spirit. Si tu ndege ya kivita, ni roho ya kimya inayoishi kwenye anga na jina lake linasema yote, Spirit, Spirit, yaani roho. Lakini ni kwa nini ndege hii ya mauti, iliyoundwa kwa usahihi wa kihesabu na ukatili wa kivita, ipewe jina linaloashiria kitu kisichoonekana, kisichogusika na chenye utulivu wa kipekee? Hapa ndipo Marekani ilipoamua kuibadilisha bitu kutoka kuwa tu silaha hadi kuwa alama ya taifa. Jina Spirit lilichaguliwa kwa makusudi likiwa na maana tatu kuu. Moja, uwepo wa kiroho, kwa sababu ndege hii haionekani kwa macho, haionekani kwa rada, haipigi kelele na haiachi kivuli hata mchana. Ni sawa na mzimu unaopita angani. Muda wote inakuwa angani, lakini ni kama haipo. Mbili, dhamira ya kitaifa. Spirit inamaanisha roho ya taifa, dhamira ya Marekani ya kuwa tayari kushambulia kwa usahihi bila kutangaza vita ni tahadhari kwa adui yoyote kuwa hata usipoiona Marekani bado ipo na iko tayari kabisa. Na namba tatu, heshima kwa walioitangulia. Baadhi ya majina ya B2 Spirit yamepewa kwa heshima ya maeneo au matukio ya kihistoria ambayo Marekani inapenda kuyakumbuka kama sehemu ya roho ya taifa lake. Majina ya B2 Spirit si namba tena, bali historia inayoruka. kati ya ndege 21 za B2 Spirit zilizowahi kutengenezwa kila moja ilipewa jina maalum la kipekee, si kwa bahati bali kwa heshima, kumbukumbu kumbu na maana ya kitaifa. Haya hapa ni baadhi ya majina na hadithi zilizokuwa nyuma yake. Ya kwanza, Spirit of America. Hii ndiyo ndege ya kwanza ya uzinduzi, ni alama ya taifa zima. Jina hili linamaanisha kuwa ndege hii si mali ya jimbo bali ya taifa lote, ni roho ya taifa, Spirit of the Union inayoelea hewani. Mbili, Spirit of Kansas. Mojawapo ya ndege zilizopotea kwa ajali mwaka 2008. Ndege hii ilianguka baada ya kuruka kutoka Anderson Air Force Base kule Guam. Hakuna aliyejeruhiwa, lakini kuanguka kwake kulizua huzuni kubwa kwani ilihusishwa na jina la jimbo lililotoa wanasiasa, wanajeshi na wanaharakati wengi katika historia ya Marekani. Namba tatu, Spirit of Georgia, Spirit of Ohio, Spirit of New York. Majina haya yanawakilisha majimbo tofauti ya Marekani. Kila moja linakuwa na uhusiano wa karibu na raia wake. Ni namna ya jeshi kushirikisha taifa lote katika uzalendo wa ndege hii ya kipekee. Namba nne, Spirit of Freedom. Jina hili linawakilisha ile dhamira ya msingi ya Marekani katika vita vingi vyao, vita vya jina la uhuru. Japo vita vyao vimekosolewa mara nyingi, Marekani hutumia jina hili kuonyesha kwamba B-2 Spirit ni mlinzi wa uhuru wao. Namba tano, Spirit of Missouri. Ndege inayohifadhiwa Whiteman Airbase jimboni Misuri, kituo pekee cha B2 Spirit duniani. Jimbo hili limekuwa nyumbani kwa mafanikio na usiri mkubwa wa safari za b B2 Spirit. Namba sita, Spirit of Pennsylvania, Spirit of Texas, Spirit of Indiana na kadhalika. Haya ni majina yaliyotolewa kwa majimbo ambako kuna historia ya kipekee ya kijeshi, teknolojia au mchango kwa usalama wa taifa. Kila jina linaambatana na nembo maalum, picha ya kiroho au ishara ya urithi wa jimbo kusika kwenye mlango wa ndege, na marubani wanaoruka ndege hizo mara nyingi kujisikia wanabeba taifa zima, si silaha tu. Kinachovutia zaidi ni kwamba B-2 Spirit japo inafanana kimuundo, kila moja ina tabia yake kwa marubani. Tofauti ya ndege hizo si za kiufundi tu, bali kisaikolojia. Kila rubani huwa na ndege yake anayoiamini, anayosema ina mwitikio bora au anahisi kama ya nyumbani kwake. Kwa hivyo unaposema Spirit of Alaska iko angani si taarifa ya kawaida, ni sauti ya roho ya taifa fulani ikielea juu ya adui, ikisema bila kusema, tuko hapa, hatuonekani lakini tunaweza kuamua hatima yako. Katika ulimwengu ambapo silaha nyingi kupoteza majina yao kwenye namba na misimbo, B-2 Spirit ilichagua kuwa zaidi ya chuma, ilichagua kuwa simulizi kumbukumbu na kivuli chenye jina. Ilikuwa silaha lakini pia ilikuwa nembo, na kwa jina hilo ilibeba vizazi vyote vya maamuzi makubwa ya kijeshi. Kama kivuli, B-2 Spirit haionekani inapokuja, haionekani inapopiga, na haionekani inaporejea. Lakini matokeo ya mashambulizi yake hubaki kwenye historia. Yaani, miji iliyolala ikaamka bila kuta, bankas zilizobomolewa bila milio ya ndege, na ripoti za kijasusi zenye mshangao wa ilikuwaje haikuonekana. Hizi hapa ni operesheni kumi zilizoweka alama ya b B2 Spirit katika historia ya vita vya kisasa. Moja, operation ya Allied Force vita vya Kosovo mwaka 1999. Kwa mara ya kwanza katika historia, B2 Spirit ilitumwa vitani. Iliruka kutoka Misuri, Marekani hadi Yugoslavia na kurudi, safari ya zaidi ya saa 30 bila kutua katika usiku wa kwanza wa mashambulizi b2 ilipiga malengo ya ulinzi wa anga vituo vya mawasiliano na makao ya kijeshi kwa usahihi wa hali ya juu kwenye mashambulizi 45 ya awali yenyewe iliteketeza zaidi asili ya asilimia 30 ya uharibifu wote ikitumia mabomu ya JDAM ya yaliyokuwa yamewekwa gps 2 operation enduring freedom afghanistan mwaka 2001 b2 ilitumwa kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya 9/11. Iliruka kutoka Whiteman Air Base hadi Afghanistan, ikiruka zaidi ya saa 44, safari ndefu zaidi kwa ndege ya kivita kuwahi kurekodiwa. Ilifanya mashambulizi dhidi ya ngome za Taliban na Alqaida kwenye milima ya Hindu Kush. Ilipomaliza ilienda Hispania, ikapokewa, ikasafishwa, ikarudishwa Marekani ikiwa tayari kwa misheni nyingine. Ni safari ya anga ya kimkakati iliyobadili historia ya mashambulizi ya umbali mrefu. Namba tatu, Operation Iraq Freedom, vita ya Iraq, mwaka elfu mbili na tatu. B-2 Spirit ilihusika moja kwa moja katika mashambulizi ya awali dhidi ya miundombinu ya Saddam Hussein. Mabomu ya yali yaliyorushwa yalilenga makazi ya Saddam, viwanda vya silaha na mawasiliano ya kijeshi. Ilifanikiwa kupenya mpaka wa anga wa Iraq ambao ulikuwa umejengwa kwa miaka mingi bila kugundulika na kuondoka bila hata rada moja kuipata. Namba mashambulizi ya Libya Odyssey Down mwaka 2011. Katika usiku wa March 19 mwaka 2011, B2 Spirit tatu zilivuka Atlantic na kulenga vituo 45 vya anga vya Muammar Gaddafi zikiwa sehemu ya juhudi za NATO. Ilifanikisha kuzuia ndege za Libya kuruka na hivyo kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa serikali ya Gaddafi bila kuwa na askari ardhini. Namba tano, mashambulizi dhidi ya ISIS nchini Syria mwaka 2017. Katika shambulio la kushangaza mnamo Januari 19 mwaka 2017, B-2 Spirit ilirusha mabomu dhidi ya kambi za ISIS huko Sirte, Libya, walikokuwa wamejificha baada ya kuondolewa Syria. ya kuondolewa Syria. Mashambulizi hayo yalifanikiwa kuua zaidi ya wapiganaji 80 katika ngome za mwisho za ISIS. Misheni hii ilifanywa kwa umbali wa kilomita 1900 ikiruka usiku kutoka Marekani na kurudi. Namba 6, mashambulizi ya kuzuia silaha za nyuklia ya Korea Kaskazini 2 B2 Spirit iliruka moja kwa moja hadi Korea Kusini ikiruhusu mabomu ya majaribio kwa kutumia GPS ikiwa ni ujumbe wa moja kwa moja kwa Pyongyang kuhusu uwezekano wa Marekani. Ilitua ikarudi bila kuchukuliwa kama tishio, lakini ujumbe ulisambaa: hatuhitaji kurusha, tunaweza kuwa hapa. Namba 7, operation za kisiri Somalia na Yemen. Ripoti za kijasusi zilizothibitishwa zinadai kuwa B2 Spirit ilitekeleza mashambulizi ya kimya dhidi ya viongozi wa Al-Shabab na Al-Qaida katika maeneo ya mashambani. Mashambulizi haya hayajawahi kuthibitishwa rasmi, lakini mafanikio ya shabaha na kutokuwepo kwa sauti ya ndege kubwa yametoa ushahidi wa kivuli. Namba nane, ulinzi wa bahari ya kusini ya China, maonyesho ya kuvuka anga za kimataifa. Katika miaka ya hivi karibuni, B-2 Spirit imekuwa ikionekana kuruka angani karibu na visiwa vya Spratly na Paracel kama njia ya kuonyesha uwezo wa Marekani kuvuka hata maeneo yenye ulinzi wa anga wa China. Iliruka kutoka Guam, ikizunguka na kupiga mazoezi ya penetration runs kwenye maeneo yanayodaiwa na China. Namba tisa, operation za mafunzo ya NATO Ulaya Mashariki, mwaka 2019 hadi mwaka 2023. Katika miaka ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, B2 Spirit ilituma katika nchi kama Poland, Estonia na Norway kwa mazoezi ya pamoja na NATO ukiwa na ujumbe wa kujenga umoja na kuonyesha uwezo wa ndege hiyo. Namba kumi umi operesheni za kisasa za kukabiliana na makombora hypersonic mwaka 2024 hadi mwaka 2025. B2 Spirit imeanza kupewa majaribio ya teknolojia mpya za kupiga malengo ya hypersonic na bunkers za silaha mpya za Urusi, Korea Kaskazini pamoja na Iran. Silaha mpya za kupenya bunkers na mfumo wa electronic wa kuingilia makombora unaonekana kuwa sehemu ya uwezo wa kisasa wa B2 Spirit kwa mashambulizi haya kumi. B2 Spirit haikuwahi kupigwa, haikuwahi hata kufuatwa kwa uhakika. Ilikuwepo tu, inakuja, inapiga, inaondoka. Iliacha historia hofu na heshima. Hadi sasa hakuna ndege nyingine iliyoshiriki mashambulizi ya aina hii ya kimya, ya mbali, ya usahihi na ya kuvuka anga bila kuvuka heshima ya kiteknolojia.